Lakini pia hii F-35 inaweza kufanya kitu fulani amazing sana. Hebu cheki, kombola la Tomahawk ni kombola ambayo lazima likafiatuliwa bila kujua target yake iko wapi, yani lenyewe laambiwa nenda sehemu fulani, fika uanze kuzunguka tu. Kwa hiyo kombola la Tomahawk lazima likapaa hadi likafika kwenye hiyo target, likaanza kuzunguka tu. Halijajua target yake halisi ni ipi. Sasa F-35 kwa kutumia sensa zake zenye nguvu inaweza ikaangalia kwa mfano labda silaha ya ulinzi wa anga, wanajeshi wanaimove, au wanaipeleka sehemu nyingine, wanataka kwenda kuificha au wanajaribu kubadilisha position ili waweze kufanya mashambulizi kiufanisi zaidi. Kwa hiyo moja kwa moja F35 ikiona kitu kama hiki italiambia ili kombola la Tomahawk liache kuzunguka na liende kushambulia ile target. Kwa hiyo hili kombola la Tomahawk litatumia sensa zenye nguvu kutoka kwenye jet F35 kufanya mashambulizi ya hiyo, ndo kill chain nzima ya Marekani. Na hii ndo sababu kwa nini Marekani huwa wanapenda sana kutumia makombola aina ya cruise missile kuliko makombola ya ballistic sababu, kill chain yao ni nzuri. Wanaamini kwenye kill chain yao, wakifiatua haya makombola ya cruise missile yanaweza yakazunguka kwenye tageti yake kwa muda mrefu kweli. Hili kombola la Tomahawk linaweza likazunguka kwenye tageti yake kwa muda hadi wa masaa matatu. Sasa haya masaa matatu, hizi jeti za F-35 zitakuwa zimeisha tafuta target ambayo zina move, kwa mfano magari ya kivita au labda hizi silaha za ulizi wa anga na kwa komanda ya makombora ya Tomahawk yaende kushambulia zile target. Hii ni tofauti na makombora ya ballistic ambayo Russia huwa wanapenda kuyatumia. Sababu kill chain ya Russia haiko complex kama kill chain ya Marekani. Kwa hiyo wao wanatumia makombora ya ballistic ni kwamba lenyewe likipewa target ndio hiyo hiyo litailenga. Kwa hiyo zile target ambazo zina hamahama Russia huwa wanapata tabu sana kuweza kuziwinda. Tumeona hivyo kwenye HIMARS, tumeona kwenye Patriot. Rasha wameshindwa kuziwinda kiufanisi na kuweza kuziharibu, sababu kill chain yao sio kama ya Marekani. Kill chain ya Marekani iko effective sana, inaweza ikashambulizi moving target.